Popote ulipo majira haya, ema ya baba imetosha na Mungu ametusaidia. Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokua kwa kasi sana duniani. Mambo yetu, safari yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Asante popote ulipo, tunashukuru Mungu siku hii nzuri, siku ambayo tunaita siku ya ushuhuda yani, Bwana ametufanyia vitu vikubwa, na leo tutatembea tukitangaza neema ya Mungu, ushuhuda mkubwa aliyotufanyia neema yake iliyotosha. Maana pengine wengi wetu mmekuwa wagonjwa na Mungu amewaamsha. Ushuhuda mkubwa, atangaza uponyaji uliopokea katika jina la Yesu Kristo. Pengine umekuwa na kazi na Bwana amefungua neema, pengine umeanzisha biashara na imeanza kuenda vizuri. Ni ushuhuda mkubwa, tangaza popote ulipo leo, ya kwamba yupo Mungu anayesababisha vitu na vinafanyika. Leo ni siku ya ushuhuda. Neema inatosha na Mungu anatenda makubwa. Ndani mwa Radio Fortune Africa, asubuhi ya baraka kabisa, kisima cha matumaini ndicho kipindi. Neema inatosha. Jina langu ni Mathew Ndeva. Nashukuru kabisa popote mlipo. Nasema hivi, asanteni kwa watu ambao mnasimama na kituo hiki. Neema inatosha siku zote mnatuombea na zaidi ya yote mnanyosha mkono kusimama nasi. Mtu anapo hewani jinsi tulivyo hivi ni gharama, lakini neema inatosha tunapoona Mungu akitenda makubwa, akizungumza nanyi katika mioyo yenu, nanyi mnatenda makubwa kusimama na kitu hiki. 4561468 ndio tin namba yetu. 4561468 ndio tin namba yetu. Tumia nambari hiyo na Mungu atakubariki sana. Nukuu ya matumaini, asubuhi njema tena ya kupendeza kabisa. Maandiko matakatifu. Neno la Mungu. Maandiko matakatifu. Neno lake Jehova. Siku zote alikosi kututia moyo na kutupa matumaini kwa ajili ya kesho. Siku zote tunapolisoma neno tunapata pale ufahamu ya kwamba mipango ya Mungu kwetu ni miema tena yenye baraka. Na siku zote anatuwazia mema. Anahitaji siku zote tubarikiwe na kuinuliwa. Kipos niyosema hivi kupitia nukuu ya matumaini ya na ndani ya neno lake Mungu ya kwamba Bwana anaahidi ya kwamba katika neema ya neno lake ya kwamba utabarikiwa mjini na pia utabarikiwa mashambani. Hizo ni baraka za matumaini ya kwamba ulioko mashambani tuna baraka za mashambani, na nyinyi pia mliopo mjini tuna baraka za mjini. Na neno linasema wazi, utabarikiwa mjini na pia utabarikiwa mashambani utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Bwana atakubariki ukiwa mjini, pia atabariki ukiwa mashambani, na uzao wa tumbo lako litabarikiwa. Hayo ni matumaini kwa ajili ya kesho na pia yale bwana anatupangia. Bwana anasema kwamba utabarikiwa ndani ya nchi yako na tena nje ya nchi yako. Utabarikiwa ndani ya nchi yako na pia utabarikiwa nje ya nchi yako Kumaanisha, kwa wale mmesafiri katika nchi zingine toka nchi ya nyumbani, Mungu Baba yu pamoja nawe na baraka za nje ya nchi zi pamoja nawe. Ninasema katika safari za kisima cha matumaini na ndani ya nukuu ya matumaini ya kwamba Mungu huyu yu pamoja nasi, atatubariki katika mji ama katika nchi ya nyumbani na pia atatubariki katika nchi isiyokuwa ya nyumbani. Zaidi yeyote, katika maandiko anasema wazi uzao wa wanyama wako wataongezeka kamaanisha ukiwa na mifugo umefuga ng'ombe mbuzi kondoo bwana ataziongeza maradufu zitaongezeka maradhi na magonjwa ya wanyama yatafika kwa mifugo wako kwa nini ni baraka ambazo bwana anatuahidi siku zote ya kwamba wazao wa wanyama wetu wataongezeka ndiyo pia nami asubuhi hii katika nukuu ya matumaini na kutia moyo nazidi tena kukuombea ya kwamba wazao wa wanyama wako Bwana, kulingana na maandiko anavyozungumza, waongezeke maradufu. Tena anasema kapu la unga wako alitapungukiwa, kapu la unga wako alitapungukiwa. Ichakuwa njaa itakuwa kali, ichakuwa njaa itakuwa imeongezeka, ichakuwa watu watakosa vyakula, ichakuwa watu watakosa unga wa kukanda, ili wakaunde mkate wa kula, wewe hautakosa lolote. Kwa nini wewe ni mmoja wa watu ambao wana matumaini makubwa ndani ya Mungu ya ja kwamba kesho niliyo naye ni kuu sana kuliko jana, na leo yangu imebarikiwa na Mungu anatenda mema kabisa. Nasema anasema utaongezeka katika nchi yako na hata katika nchi nyingine, yani Bwana ataongeza uzao wako na utaongezeka. Kazi ya mikono yako itabarikiwa, yani chochote utakachokiguza, utakachokiguza kitabarikiwa, chochote utakachokiguza kitainuliwa Nasema kwamba Bwana atajizi kuinua kazi ya mikono yako na ibarikiwe. Nasema wakati wote mvua itakaponyesha itakuwa ya baraka juu ya jamii na watu wako, na atainyesha mvua kwa wakati wake, ili kwamba upate kupata kupanda mazao yatakayovunwa kwa wakati mwema, tena wakubarikiwa kabish, wa wakubariki kabisa. Bwana anatuahidi ya kwamba atatufanya kuwa vichwa wala simikia tena, ataibariki uzao wetu na watakuwa vichwa hizi ni ahadi ambazo Bwana anatuahidi na sasa, na katika habari za matumaini ya kwamba Mungu anatuwazia mema na mazuri, tena ya kupendeza na kuahidi. Popote ulipoendelea kumtumainia Mungu na kuwa mwombezi na kuendelea kufanya yaliyo mema, tena makubwa. Uendapo kushoto, pia uendapo upande wa kulia, nitakuwa pamoja na wewe. Bwana anasema atakupigania vita vyote vitakavyoinuka kinyume chako, na siku zote atakuwa na wewe. Angalia katika maandika anasema adui atakuja kwa lango moja na atamsambaratisha kwa milango yote saba ataondoka. Hayo ndiyo matumaini makubwa tulionayo kwa huyu Mungu ambaye tunamtumikia. Asante na karibu. Umekuwa ndani ya Radio Fortune Africa na ndani ya nukuu ya matumaini. Mungu akulinda akutunza kubariki. Mathew Ndeva ndio jina langu na ni Radio Fortune Africa. Asante, 45 61 46 8 ndio tin namba yetu. Ndio kusimama nasi. Na dadi atakubariki na kutenda mema. Asante.